Leo ametambua kuwa kumbe dunia hii ni mti mkavu. Watu tunasahau kuwa dunia hii ni mti mkavu. Tunakula bata. tunatanua na kutanuka, tunajinafasi. ipo siku kiburi kitakwisha. Anatuonya tusiishi kana kwamba tutadumu hapa duniani. Duniani tunapita vitu vingine vitabaki. Wakati mwingine tunavionea gere, miti, nyumba. Hii nyumba hii nyumba nadhani ilivyojengwa hii, itakaa miaka mingi sana, tutaiacha. Ingekuwa nyumba fadhali. Naomba, nasema, nifunike vyema na hilo jembe lako. Yawezekana kuna wengine walikuja hapa, wamekuja wali hapa na nia za kurusha mawe makubwa humo, ya konge jeneza. Po nini? Jamani, kuweni na huruma. Nifunike vyema jembe jembe lako. Yawezekana ukakosa mawe ya kutupa humo, lakini moyo wako umebeba mawe mazito. Mwingine alikuwa anasali sana, mvenyeshe washindwe kwenda Jamani sikiliza, jamani mgeni sasa nasema, nifunike vyema na hilo jembe lako, kiburi kimekwisha. Huu sio muda wa kumsimanga marehemu, ni muda wa kumuombea. Kama kuna kitu kipungua kwenye maisha yake, Mungu amhurumie. Hakuna mtakatifu hapa duniani. Sote ni wakosefu, kila mtu ana mapungufu yake. Hata ufanye mazuri namna gani, huwezi kukosa watu wa kuchukia. Na ni wewe, sikia klipu yake moja, alikuwa anasema mtanikumbuka mkifa, mtakuwa anasema alikuwa anasema hivi mtakumbuka, kumbuka. Hayo ndio ya msingi, alikuwa anahamasisha. Mgeni rasmi, tunashukuru.